Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Tanga Tanga Wasa ni mamlaka yenye jukumu la kusimamia na kutoa huduma ya maji inayokidhi mahitaji ya kila siku kwa wakazi wa Tanga. Katika kuongeza upatikanaji wa huduma ya maji, mamlaka hii inatekeleza mradi mkubwa wa kuboresha miundombinu ya maji unaojulikana kama Mradi wa Hati Fungani. Hakuna kulala, ujenzi wa mradi huu ukifanyika usiku na mchana, ukilenga kuongeza upatikanaji wa huduma ya maji katika jiji la Tanga, wilaya ya Muheza na Pangani. Mhandisi Salum Ngumbi ni mkurugenzi wa usambazaji maji na usafi wa mazingira katika mamlaka hii, anabainisha malengo makuu manne ya mradi huu. Mradi huu mkubwa umebuniwa kwa malengo makuu manne. Lengo la kwanza ni kuongeza upatikanaji wa huduma ya maji katika jiji la Tanga, mji wa Muweza na Pangani. Kwa sasa hivi mradi wetu, maeneo yetu ya kutoa huduma yana uwezo wa kuzalisha maji mita za ujazo elfu 45 kwa siku. Kwenye mradi huu wa hati fungani tunauongeza ili mtambo wetu wa kutibu na kusafisha maji ufike mita za ujazo elfu 60 kwa siku. Vilevile vile kwenye huu mradi wetu wa hati fungani Tanga Uwasa imepanga kufanya uendelezaji wa mtandao wa mabomba kwa maeneo yote ambayo hayana huduma ya maji kwa urefu wa kilomita 60 pia imepanga kufanya ukarabati wa mabomba chakavu ili kupunguza maji yanayopotea na, na kuhakikisha maji mengi yanawafikia wananchi kwa urefu wa kilomita mia moja na kumi. Vilevile kwenye mradi huo hati fungani Tanga Uwasa imepanga kufunga mita za malipo kabla ya mita za lima au prepaid kwa wateja wapatao elfu kumi. Vilevile kwenye mradi huo hati fungani Tanga Uwasa itatekeleza mradi wa kufanya ukarabati wa miundombinu ya majitaka katika jiji la Tanga kwa urefu wa kilomita tatu pia itaunganisha wateja wapya wapatao 2450 mpaka sasa hivi mradi huu umefikia asilimia 45 na unatarajiwa kukamilika ifikapo mwezi Machi mwaka 2026. Mhandisi Ngumbi anasema mradi huu wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 53 ukikamilika maji yatapatikana kwa saa 24. Mradi huu wote kwa ujumla wake una gharimu bilioni 53.12. Kukamilika kwa mradi huu kutawanufaisha wananchi wa jiji la Tanga, Mweza na Pangani kupata maji kwa muda wa masaa 24, maji yenye ubora ule ambao unahitajika. Mkurugenzi wa bodi ya Tanga Uwasa Dr. Fungo Ali Fungo anasema mwaka wa 2025 umekuwa wenye mafanikio makubwa kwa mamlaka hiyo. Sisi Tanga Uwasa, manake tunauona, mwaka 2025 tunauona kama mwaka wa mafanikio makubwa. Tumekuwa na miradi kadhaa, miradi ambayo ni ya thamani kubwa. Tumeiendesha miradi hii kwa mafanikio makubwa mpaka hivi sasa, ingawa mingi haijakamilika ile mikubwa. Hasa mkubwa ambao haujakamilika na kama tulivyoona leo ni huu wa bond Uh, hati fungani tumezoea kuita hivyo mradi amba, tuna, wa hati fungani, lakini si mradi unaohusika na hati fungani moja kwa moja. Hati fungani inafadhili huo mradi, au ina, ina ndio ambayo inafandi huo mradi. Kaimu mkuu wa kitengo cha mawasiliano serikalini wa halmashauri ya jiji la Tanga, Musa Labani, anasema wakazi wa jiji hilo wanaenda kunufaika na kupata tabasamu mara tu baada ya kukamilika kwa mradi huu. Kwanza kwa jiji la Tanga tuko vizuri sana kwa upatikanaji wa maji maji safi na salama. Tanga Uwasa wamekuwa wakijitahidi, hiyo shida kwa Tanga kwa kweli ni tunaisikia sasa, na huu mpango ambao umekuja sasa wa uboreshaji na uongezaji wa vituo vyao vya uzalishaji maji na usambazaji maji ni kwamba sasa e, tunaenda kupata maji kwa asilimia mia moja wakazi wa jiji la Tanga. Na sisi pia kama Halmashauri ya Tanga ambao tuna jukumu la kutoa huduma za kijamii katika jiji hili, hawa wenzetu wa Tanga Uwasa wanapenda kufanya hivyo, wanazidi kwenda kuongeza tabasamu kwa wakazi wa jiji la Tanga ambao na sisi tunahudumia katika maeneo mengine. Na sisi kama Halmashauri ya Tanga na Tanga Uwasa zote ni taasisi za serikali, na tunashirikiana sana katika kila hatua kuhakikisha kwamba jamii ya watu wa Tanga inaenda kupata tabasamu la maisha. Kwa hiyo, pamoja na hatua hizi zinazochukuliwa na watu wa Tanga Uwasa kuhakikisha jamii ya Tanga inapata maji yaliyo safi na salama, lakini pia watu wa Tanga e, wawe makini pia katika matumizi ya maji, kama vile wataalamu wa Tanga Uwasa wanapotuambia kwamba wawe na wachote wa, wa maji wahifadhi, watumie kidogo kwa ajili ya ya kibajeti isiweze kuingia gharama kubwa, kwani ukiwa unatumia maji bombani moja kwa moja unatumia mengi kuliko ukiwa katika chombo cha hifadhi. Lakini vinginevyo niseme tu kwamba e, tunaamini kwamba mradi huu Hati Fungani utakwenda kuleta mabadiliko makubwa ambayo yataleta tija nzuri kwa wakazi wa jiji la Tanga. Waandishi wa habari katika jiji la Tanga kutoka vyombo mbalimbali vya habari nchini wakapata fursa ya kutembelea mradi huu uliopo eneo la Moi, kujionea namna mamlaka hii inavyo utekeleza. Kwanza tunawapongeza sana Tanga Uwasa kwa leo e, kutupa mafunzo au kutuelekeza namna mradi huu wa hatifungani ya kijani jinsi unavyotekelezwa. Tumeenda kule e, kwenye chanzo cha maji kwenye bwawa la Mabayani. Tumejionea namna jinsi bwawa jinsi lilivyokuwa linajitocheleza li li, li, li maji na wanavyokuwa wanasema utunzaji wao kupitia uamakizi wa kule kwenye chanzo cha maji kwenye milima ya Amani, lakini pia tulienda pale kwenye mtambo kusafisha maji moe tumeona kazi mbalimbali ambazo zinafanyika, imefikia kwa wastani wa asilimia 45, e na tumekuja hapa kwenye ofisi zao za Mwakidila huku na umetupa maelezo ya kina kuhusiana na mradi huu utakavyokuwa umekwisha, kwa maana utakavyokuwa unaunufaisha wananchi wa jiji la Tanga, Pangani, Mkinga na Muheza, namna jinsi mradi huu utakavyokuwa kuwa mkombozi kwa, kwa wananchi wa wilaya wa, wa hizo. Kwanza tumepelekwa site kabla hatujaanza kupublish habari, tujue nini kitu gani, tuna wananchi wajue ni hali ya maji iko kwa kiasi gani kwa sasa. Kwa namna ya hati fungani katika huu mradi, ina maana umedhamiria kutatua changamoto katika suala la maji. Ni wajibu wa kila mmoja kutunza miundombinu hii pamoja na vyanzo vyake vya maji ili kuendelea kujihakikishia upatikanaji wa huduma ya maji kama yalivyo malengo ya Tanga Uwasa. Kwanza, tunakutana kila baada ya miezi mitatu kujadili jinsi ya kutunza na kila kitu. Pili, tunatoa ruhusa ya kuvua samaki mara mbili kwa mwaka kwenye bwawa kwa wale wavuvi ambao tumewasajili. Mimi ni Kazwika Juma.